Magugu maji ni donda koo linalo kabiri ziwa Victoria kwa miongo kadha sasa. Madhara haya magugu ni mengi na makubwa sana. Juzi tulikuwa Ukerewe, tumeona kuna dalili ya magugu haya kuanza kusogea wapi? Ukerewe. Ziwa hili moyo wa uchumi wa ukanda wa Afrika Mashariki sasa linazidi kukabwa koo na mmea adui asionekana kwa macho ya kawaida lakini mwenye nguvu ya kusimamisha shughuli nzima za kijamii na kiuchumi gugumaji jipya la Salvinia. Upande wa magugumaji inafikia yana, yana sehemu yanaziba, tunashindwa kufanya kazi yetu ya uvuvi katika eneo la Kigongo Busisi lililoko mkoani Mwanza. Gugumaji hili limegeuka kuwa jinamizi linalonyemelea maisha ya watu kama kiza kinachozingira mwanga wa taa dhaifu. Gugumaji hili limekuwa likijaa mara nyingi sana kwenye eneo hilo la Kigongo Busisi, na matokeo yake ni kwamba gugumaji linapojaa kuwa linaleta changamoto kubwa kwenye vyombo vya usafirishaji. Kama vile ukungu wa asubuhi unavyofunika mandhari ya kijiji kabla ya jua kuchomoza, ndivyo mmea huu unavyoziba nyuso za maji ya ziwa Victoria, na si maji pekee yanayofunikwa bali ndoto, ridhiki na matumaini ya maelfu ya wakazi wa ukanda huo pia yameanza kufifia. Lakini kama wameanza kuyaondoa labda inaweza ikapunguza dhahama ya, ya muda mfupi, lakini mpaka chanzo yanakotokea ni wapi? Karibu katika makala Afrika Mashariki, ileo tunatuama kuangaza na kumulika sehemu ya juhudi za kupambana na magugu maji ndani ya Ziwa Victoria. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Malatini Nyoni, nasema karibu tuwe sote. Hadi tamati ya makala haya, vivuko kati ya Kigongo na Busisi ambavyo ni uti wa mgongo wa usafiri kati ya mikoa na biashara ya ziwa, vimekumbwa na msongamano wa kijani. Si magari wala watu, bali mmea wa kisasa unaozaliana kwa kasi isiyo ya kawaida. Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, Salvinia huzaliana kwa njia ya mbegu zinazobebwa na upepo, ndege wa majini kama mdiria na hata vifaa vya uvuvi au usafirishaji wa samaki. Mmea huu huzaliana haraka mithili ya moto wa kifuu, ambao waka haraka lakini wacha uharibifu mkubwa. Kazi yangu ni ya uvuvi wa daga, lakini kwa upande wa magugu maji inafikia yana, yana sehemu yanaziba, tunashindwa kufanya kazi yetu ya uvuvi, lakini kwa zoezi linaloendelea kwa sasa inaonyesha dalili ya kutuachia nafasi ya kuendelea na kazi zetu. Bwana Soka Julius na wenzake wakishiriki katika zoezi la kuondoa magugu maji katika eneo hili wanasema, shughuli hii tunaifanya kwa fasaa zaidi. Mambo tunayokutana nayo ambayo ni hatari zaidi labda ni kukutana na wanyama kama nyoka Hali ni nyingi kwa sababu haya magugu maji yanaungana na mauchafu mbalimbali, so mle kuna nyoka pia tunakumbana nazo, lakini pia kuna wadudu wengine wasiofahamika kwa majina. Unaona mdudu lakini mgeni, kwa sababu ni mazingira yake pia ya ziwani na ni kwenye mauchafu kama yale kwao, ni vitu vingi ambavyo pia tunakumbana navyo. Tafiti zinaonyesha kwamba shughuli za kibinadamu kama utupaji ovyo wataka ujenzi holela, na matumizi ya pembejeo zenye kemikali vimeongeza kiwango cha virutubisho katika maji, hali inayochochea kuota kwa gugu maji hili. Lamek Sande anasema zoezi hili la kuondoa magugu maji kwake linafanya mkono uende kinywani. Inatu, inatulinda kwa sababu tunapata ka kipato. E, tunajikimu kimaisha e, mimi naona upande wangu Kidogo inani, yani kwa asilimia fulani inatimizia majukumu, mahitaji. Katika mwezi Januari 2025, ongezeko la gugu maji lilifikia kiwango cha kutisha kwa lugha ya wakazi wa maeneo haya. Maji sasa si maji tena. Ni uwanja wa kijani. Vivuko vilisimama, uvuvi ukalegalega, na vizimba vya kufugia samaki vikazibwa kama mtego wa panya. Bwana Renato si Shin ni katibu wa bonde la maji la ziwa Victoria ndo gugu maji hilo kwa sababu ilikuwa lina tabia ya kuingia kwenye injini na inapoingia kwenye injini injini inasimama, na maana yake inaposimama inachelewesha sasa masuala mazima ya kusafirisha watu kutoka ng'ambo moja kwenda ng'ambo nyingine. Na baada ya kuona umuhimu wa jambo hilo, ndo tukachukua initiative za kuweza kuweka nguvu kuhakikisha kwamba tunatoa gugu maji ili kuendeleza vyombo vya usafirishaji viweze kuendelea na majukumu yake na bajeti ambayo tumeweza kuiweka pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya zoezi hili linakuwa endelevu na linaweza kufikia kipindi ambapo sasa vyombo vya usafiri viweze kupita kwa urahisi zaidi, lakini pia kuruhusu shughuli za uvuvi wa samaki ziweze kuendelea kwa sababu ukiangalia pale tuna mitumbwi, tuna tunaita hizi fish cages na zenyewe zimewekwa pale kwa hiyo ili kurahisisha shughuli zote hizi za kibinadamu ziweze kufanyika na kuleta maendeleo kwa mkoa na kwa nchi nzima, ni kwamba tukaona ipo sababu na haja kubwa ya kuweza kuweka nguvu kuweza kutoa hiyo gugumaji. Bajeti ambayo tumeweka kwa kazi hiyo ni takribani milioni mbili ambazo tumezi tumezitenga kwa ajili ya shughuli hiyo iweze kufanyika. Serikali ya mkoa wa Mwanza kupitia kikosi kazi kilichoundwa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, imependekeza njia mbili kuu za kupambana na gugumaji. Mosi, ni kuyaondoa kwa njia ya kawaida na pili, matumizi ya wadudu wa kibaiolojia. Katika hatua za mwanzo tani 36 za gugumaji ziliondolewa kwa kutumia nyavu na mitumbwi, lakini juhudi hizi zilionekana kuwa tone katika bahari kutokana na kasi ya ueneaji wa mmea huu. Katika hatua ya pili hadi kufikia Aprili 26, 2025 jumla ya tani 441.4 za gugumaji ziliweza kuondolewa kutoka katika eneo la Kigongo Busisi kwa kutumia vifaa vya kawaida, huku sehemu maalumu za kuhifadhia gugu maji zilizopelekwa zikijengwa ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Madhara haya magugu ni mengi na makubwa sana. Juzi tulikuwa Ukerewe, tumeona kuna dalili ya magugu haya kuanza kusogea wapi? Ukerewe. Maana yake haya magugu yatasogea pia kwenye mradi wa vizimba vya samaki saidi mtanda ni mkuu wa mkoa wa mwanza mkoa ambao asilimia 51 ya eneo lake ni maji ya ziwa victoria jitihada zinaendelea kuchukuliwa na hizi ni jitihada za muda mfupi jitihada za muda mfupi lakini ili kufanya ziwa victoria liendelee kuwa safi lakini pia kuhakikisha kwamba ziwa halipungui upana wake ni lazima swala la usafishaji liweze kuendelea. Na mimi nilikuwa naangalia klipu nyingi nyingi kule Ulaya, wanayo mashine maalum ambayo inatafuna haya magugu, na kwa kipindi cha lisali moja, kazi mlioifanya nyinyi kwa, kwa wiki kumi ingekuwa imefanywa na huo mtambo kwa muda wa siku moja. Kwa hiyo tunaishukuru serikali tunamshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuelekeza kwamba Wizara ya Fedha itoe fedha shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kuimarisha huduma katika ziwa Victoria. Hata hivyo mafanikio haya yameandamwa na changamoto kubwa. Mvua na upepo mkali hufanya zoezi la utoaji kuwa hatarishi, wakati uharibifu wa vifaa kama mashine na matenga hupunguza kasi ya kazi hii. Mimea mingine kama lutendende isiyo tu kwamba huzuia boti kupita, bali pia ubeba wanyama hatari kama nyoka na mamba ambao hutishia maisha ya wavunaji. Nina imani fedha itakayotolewa na serikali itanunua mtambo mkubwa kwa ajili, sababu hili swala la magugu linatokea sio leo tu, miaka na miaka. Kwa hiyo kuwa na mashine ya kisasa ya kuchakata magugu ni swala ambalo halikwepeki kwa watu ambao wana mipango mizuri na endelevu katika taifa. Kwa hiyo mimi ninawashukuruni vijana ninawashukuruni watu wa bonde kwa kazi mzuri ambayo mnaendelea kuifanya, lakini wito wangu, watu wa uvuvi na wizara itekeleze maelekezo ya wa Mheshimiwa Waziri Mkuu katika juhudi za kunusuru hali. Kikosi kazi kimetoa mapendekezo madhubuti kuharakisha ununuzi wa mitambo maalum ya kuvuna gugumaji, kusambaza elimu kwa jamii kuhusu udhibiti wa gugumaji na kuendeleza tafiti kuhusu uzalishaji wa wadudu wa kuwa gugumaji nchini. Mbinu za kibiolojia ambazo zimefaulu katika nchi kama Zambia, Sri Lanka na Senegal sasa zinaonekana kuwa tumaini jipya kwa ziwa Victoria. Tunapotumia mitumbwi ni nguvu ndogo, kwa hiyo kutoka kwa kutumia mitumbwi au boti ni nguvu ndogo, lakini tunahitaji tukipata mtambo wa kuopoa hayo magugu maji, yaani wa kisasa, kwa sababu kuna mitambo ya kisasa ambayo inatumika. Kwa hiyo tukishafanya hivyo itaturahisishia zaidi kuweza hata kukadiria sasa kwamba tunaweza tukatumia muda gani kuhakikisha kwamba gugu maji lote limeweza kuisha kwenye ziwa wa Victoria. Katika simulizi ya mazingira ya Afrika, Ziwa Victoria ni zaidi ya rasilimali, ni roho ya watu wake, lakini sasa roho hiyo inapumulia mashine. Bwana Peter Mario, Bi Asha Sulemani na Masalu Bahati wanasema zoezi hili lina maana gani kwao kwa zoezi linaloendelea kwa sasa inaonyesha dalili ya kutuachia nafasi ya kuendelea na kazi zetu. Lakini kama wameanza kuyaondoa labda inaweza ikapunguza dhahama ya, ya muda mfupi lakini mpaka chanzo yanakotokea ni wapi? Ili yaweze kuzuiwa kuanzia huko ili asije huko. Halafu sasa kitu, ki, kitu kingine ni kwamba yale nayo kuyazuia yanapotoka inakuwa ni ngumu kidogo kwa sababu uweze kujua yanatokea upande gani, lakini yeye yenyewe asilimia kubwa yanakujaga na upepo. Katika magugumaji haya kwa kweli tumefanya zoezi sasa hivi kati ya miezi kama mwezi mmoja hivi, naona sasa hivi naona kama BMU imetulinda sana na kulitoa hili na hii zoezi, yale yani magugu maji yameshaanza kupungua, na sisi ambao wavuaji tumeshaona matumaini, tunaanza kutumaini kweli tutapata samaki. Na kufika hapo naweka nukta katika makala haya. Afrika Mashariki hii leo, tulituama kuangaza na kumulika sehemu ya juhudi za kupambana na magugu maji ndani ya Ziwa Victoria. Mwandalizi na msimulizi wako ni Tomalatini Nyoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kwa sasa na uwe na wakati mwema.